Mshtakiwa mwingine aliyehusishwa na mauaji ya Mheshimiwa Charles Were akamatwa katika operesheni ya kiintelijensia iliyoendeshwa kwa ushirikiano kati ya maafisa wa idara ya upelelezi ya jinai DCI na vikosi maalum vya usalama. Amos Barasa Kasili amekamatwa katika eneo la Kibera darajani, jijini Nairobi kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya kikatili ya aliyekuwa mbunge wa Kasipul, Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were. Mauaji hayo yaliyotikisa taifa zima yalifanyika tarehe 30 Aprili mwaka wa 2025. Kukamatwa kwa Baraza kuna kuja baada ya uchunguzi wa kina na wa kitaalam uliohusisha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya ujasusi ushahidi wa kielektroniki na ushahidi wa kimwonekano kama vile CCTV uliomweka moja kwa moja kwenye eneo la tukio pamoja na washukiwa wakuu wa mauaji hayo. Taarifa zilizotolewa na DCI zinaonyesha kuwa Barasa alikuwa dereva wa pikipiki aina ya Bajaj Boxer yenye nambari ya usajili KMFZ 413W. Pikipiki piki hiyo ilitumika na wahalifu waliomvamia Mheshimiwa Were, ikitumika e kumfuatilia kuanzia eneo la jiji la Nairobi hadi eneo la tukio la ushambulio na baadaye e kama chombo cha kutorokea baada ya mauaji. Pikipiki hiyo ilikamatwa pamoja naye wakati wa operesheni ya usiku iliyofanyika kwa weledi mkubwa na kwa siri kubwa. Uchunguzi zaidi umebaini kuwa Amos Baraza si mtu mgeni kwa vyombo vya usalama. Ni mhalifu sugu anayejificha chini ya kivuli cha kazi ya bodaboda. Inaripotiwa kuwa amekuwa akishirikiana mara kwa mara na magenge ya wahalifu wanaojihusisha na uporaji, unyang'anyi na kutumia nguvu na hata mauaji ya kupanga. Baraza aliwahi fungwa katika gereza la Industrial Area ambako anadaiwa kukutana na baadhi ya watu wanaohusishwa kuhusika pamoja moja kwa moja na mauaji ya mbunge Were. Katika mahojiano ya awali baada ya kukamatwa, Barasa alikiri kushiriki katika tukio hilo na alieleza kuwa alilipwa shilingi elfu hamsini kwa kazi ya kuwabeba uhalifu kabla na baada ya kutekeleza uhalifu huo. Alisema kuwa alipokea maagizo maalum kutoka kwa mtu anayejulikana kwake kama mwenye kazi ambaye alikuwa sehemu ya kikundi kilichopanga na kutekeleza shambulio hilo kwa makusudi ya kisiasa. Pia kamera za usalama zilizowekwa karibu na majengo ya Bunge zilinasa picha ya pikipiki hiyo ikifuatilia gari la marehemu siku ya tukio. Ushahidi huu pamoja na maelezo ya Barasa umeimarisha kesi dhidi yake na kuonyesha uhusiano wake wa moja kwa moja na genge la mauaji. Hivi sasa Amos Barasa anashikiliwa na maafisa wa upelelezi katika kituo maalum cha e, uhalifu mkubwa. Kwa sasa Amos Barasa anashikiliwa na maafisa wa upelelezi e, katika kituo maalum cha uhalifu mkubwa ambapo anaandaliwa kufikishwa mahakamani. Wakati huo huo uchunguzi unaendelea ili kuwakamata wahusika wengine waliopanga na kufadhili mauaji ya kusikitisha. Serikali imeahidi kuwa haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayepatikana na hatia, huku ikiwasihi wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa muhimu zitakazosaidia kukamilisha uchunguzi huu. Kama huyu ni baba yako ama ni boyfriend wako, ndugu yako ama mjomba wako, basi jua atakuwa anaenda magerezani na akifika magerezani, kurudi itakuwa ni baada ya miaka mingi sana, kwa sababu amekiri alilipwa shilingi elfu hamsini na ambazo aliweza kubeba wauaji waliomwangamiza Charles Ong'ondo Were MP wa Kasipul, na sasa wanasiasa wote wanataka vijana wote waliohusika na waliofadhili wote kukamatwa na kufungiwa ndani. Kama umepoteza boyfriend, jua basi boyfriend wako hajapotea, huyu ameshikiliwa na majasusi na ataendelea kusaidia katika uchunguzi mkubwa unaoendelea nchini kote, ili kubainisha mbifu na mbichi na ni kitu gani kilichotokelezea na kikatokelezea. Umetokelezea umetokelezea ni nyimbo ambayo iliimbwa kitambo, lakini haya mauaji ambayo na yametokelezea sasa hivi ya Charles Ong'ondo Were yanafanya tujue kwamba kuna wanasiasa walio na bifu na sio nyama hawa watenda tu unextend ya kuangamiza mtu bora tu waonekane, hao ndo wenye shupavu na nguvu, wanaoweza kuchukua viti sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. Hivyo vijana, ningependa kuwasihi, kumbuka kwamba unavyotumika na mwanasiasa ukikamatwa haukamatwi na mwanasiasa aliye kuchukua uende ukamfanyia kazi ya upumbavu na chafu, ila unakamatwa peke yako, hivyo kuacha familia yako kwa noma ngori na umaskini ambao uende ukawafuata, na baada watu wataendelea kuwachekelea baadaye, kwa sababu wewe na familia yako mlikuwa mnakula vya haramu na sasa ramu inawakula kwa sasa. Samagi ndogondogo ama omena ndizo ambazo DCI wameweza kunasa na hao ndio ambao tunasema tungependa DCI watupatie the big fish. Maanake hizi vifaranga za kompyuta ni kidogo sana na tuwezi jua ni nani ambaye amekuwa akipeana vipesa ili wanasiasa wengine wakuwe wanaangamizwa. Kwa sasa hiyo ndio taarifa ambayo nimekufahamisha na nimekuletea. Endelea kusubscribe <laughs> Endelea ku subscribe bana, Joy, endelea ni subscribe, muni support, muni support. Otherwise, thank you so much.